Unyonyeshaji ndani ya miezi sita ya mwanzo. Unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya mwanzo hutoa virutubisho muhimu, huimarisha mfumo wa kinga ya mtoto na husaidia ukuaji na maendeleo bora. Pia unakuza uhusiano wa kihisia, afya ya usagaji chakula na ustawi kwa ujumla. Matokeo ya kutokumnyonyesha mtoto maziwa ya mama pekee yanaweza kusababisha mtoto kuumwa mara kwa mara na kuchelewa kwa ukuaji na maendeleo na hivyo kuathiri ustawi wa jumla wa mtoto. Sasa tuangalie namna ya kufanikisha zoezi hili muhimu kwa ajili ya mwanzo bora wa maisha ya mtoto. Mara tu baada ya kujifungua, mwili wa mama hugusane na mwili wa mtoto ngozi kwa ngozi. Hii husaidia kujenga mahusiano ya upendo kati ya mama na mtoto. Pia husaidia kuchochea utengenezaji wa maziwa hususani ya mwanzo yenye rangi ya njano. Anza kumnyonyesha mtoto ndani ya saa moja baada ya kujifungua. Hakikisha mtoto amewekwa vizuri kwenye titi na anaweza kunyonya. Mpe mtoto maziwa ya mwanzo yenye rangi ya njano ambayo yana viini vingi vya kingamwili. Mtoto apewe maziwa ya mama ya mwanzo. Haya ni maziwa yanayotoka siku chache za mwanzo mpaka siku mbili hadi tatu baada ya mama kujifungua. Maziwa haya yanawanga protini na kingamwili nyingi, husaidia pia katika ukuaji, kumengenya chakula na kulainisha kinyesi cha mtoto. Maziwa haya yanampa mtoto mwanzo bora zaidi wa kuanza maisha yake akiwa nje ya mfuko wa uzazi. Hakikisha mtoto ananyonya maziwa ya mama pekee kuanzia anapozaliwa hadi anapotimiza umri wa miezi sita. Usimpe chakula au kinywaji kingine chochote hata maji katika miezi sita ya mwanzo isipokuwa dawa kwa maelekezo ya daktari. Kunyonyesha mtoto mara kwa mara wakati wote usiku na mchana. Endapo mama yupo mbali na mtoto akamue maziwa yake. Kumbuka kuwa kunyonyesha mara kwa mara husaidia utengenezaji wa maziwa. Nyonyesha mtoto kila wakati kadiri anavyohitaji. Kumbuka kwamba kulia ni dalili ya mwisho ya njaa kwa mtoto. Dalili za awali za mtoto anayetaka kunyonya ni kukosa utulivu, kufungua kinywa na kugeuza geuza kichwa, kutoa ulimi nje ya mdomo na kunyonya vidole na ngumi. Acha mtoto anyonye na kumaliza maziwa yote kwenye titi moja na aachie mwenyewe kabla ya kumhamishia kwenye titi lingine. Zingatia kuwa kumhamishia mtoto kwenye titi lingine kabla la kwanza halijaisha maziwa humzuia asipate maziwa yanayotoka mwisho yenye nishati lishe kwa wingi. Maziwa yanayotoka mwanzo hiana maji kwa wingi yanayosaidia kukata kiu ya mtoto. Maziwa yanayotoka mwisho hiana mafuta kwa wingi yanayosaidia kumshibisha mtoto. Mpakate na kumweka mtoto vizuri kwenye titi. Dalili za mtoto aliyepakata vizuri ni mwili wa mtoto umenyooka, uso unaangalia titi, tumbo la mtoto limegusana na tumbo la mama, kichwa cha mtoto, mabega na miguu vimenyooka. Mama ameshika mwili wa mtoto, kichwa cha mtoto kiwe kwenye kiwiko cha mama na kiganja cha mama kishike makalio ya mtoto. Dalili za mtoto aliyewekwa vizuri kwenye titi: mdomo wa mtoto umeachama vizuri, kidevu cha mtoto kinagusa titi, sehemu kubwa ya eneo jeusi inayozunguka titi inaonekana juu na siyo chini ya mdomo, mdomo wa chini umebinuka kwa nje, mtoto hasababishi maumivu kwa mama wakati anaponyonya. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Chama cha Wauguzi Bingwa wa Watoto Tanzania kupitia programu rasmi ya afya ya mtoto. Ili kujifunza zaidi kuhusu afya, maendeleo, malezi na makuzi ya mtoto, tembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Pia, unaweza kujiunga kwenye grupu letu la WhatsApp bure kwa kutuma neno niunge kwenye namba 0765417067.